Walimu na wanafunzi katika shule moja eneo bunge la Kieni katika kaunti ya Nyeri wanaishi kwa woga wa hatari inayowasubiri kutokana na hali mbaya ya madarasa yao. Wasimamizi wa shule ya msingi ya Mureru wanadai kutengwa na viongozi na wizara ya elimu, huku wakihofia kuwa huenda madarasa yao yakabomoka wakati wowote. ya ni kuambua alizuru shule hiyo na kutuandalia taarifa hiyo. Katika shule ya msingi ya Mureru, eneo bunge la Kieni, muda wa mapumziko huo umesubiriwa kwa hamu kubwa. Hata kengele ya kurudi darasani inapopigwa baada ya mapumziko, wanafunzi hapa huona wana ugumu wa kuitikia wito wa kengele na kuonekana kuchukua muda wao, dhihirisho kwamba kuna linalochangia kwa tabia hii. Huenda mtindo huu unasababishwa na hali mbaya ya madarasa katika shule hii. Yeah. Ni siku ya kawaida na masomo hapa yanaendelea, wanafunzi wakionekana kuwa na ari ya kufanya vyema ila kuu zaidi ni kuwa hawana amani mioyoni, wakihofia huenda kuta hizi zikawaangukia wakati wowote. Tunashukuru Mungu jioni tukienda nyumbani, kwa sababu tunaanya la hiyo siku Mungu ametulinda, kwa sababu kukinyesha, watoto wakiwa huko ndani, wanafunzi wanaweza laliwa na haya mawe. Juhudi za kupata usaidizi kutoka kwa viongozi husika na Wizara ya Elimu zimeambulia patupu. Usaidizi mdogo ni mawaidha kutoka kwa NEMA kwamba wanafunzi waondolewe madarasani na kuachwa wasijue pa kwenda. Licha ya ushauri kutoka kwa Wizara ya Elimu kwamba wanafunzi hawa wahame madarasani humu, ni dhahiri kwamba hawana mahali pengine pa kusomea. Kando na suala hilo ni kwamba mashimo haya ni tatizo kuu kwa masomo katika shule hii ya Mureru, sio hatari pekee; ila nyufa hizi zinasemekana kusababisha matokeo mabaya ya mtihani na kuwapa walimu wakati mgumu wanapofunza. Unakuta wanafunzi wa darasa lile na hili lingine wanarushiana vitu vingine, vitu vingine zinaweza uh, kosa damage. ama wakati mwalimu anafunza the other class, hao wengine wanafunzi hawakonsentrate kwa sababu wanasikiliza the other teacher kwa the other class. Tayari darasa moja limekwisha kubomoka katika upande mmoja wa madarasa haya. Hofu ni kuwa huenda madarasa mengine yakafuata mkondo, alama za nyufa zikiwa wazi kupitisha jumbe wa hatari wakati wowote. Hata ukiangalia madarasa mengi ni karibu yabomoke yote wanalotaka ni serikali kuzingatia hali ya shule hii ya swa so, usalama wa zaidi ya wanafunzi mia nne. Wazazi wamejikakamua na kufanikisha ujenzi wa madarasa mawili, kuona kwamba wanaleta mabadiliko katika hali. Nicolas Omboa, KTN News.